Jina langu ni Miriam Wanyama, nikiwa branch secretary wa wafanyikazi wa Nzoya, union ya Nzoya wa wafanyikazi. Tena mimi ni chairperson wa shuga union ya Kenya yote. Tuka hapa, tulikuwa tumechangamana, ni wafanyikazi, wakulima na stakeholders wa hiki kiwanda cha Nzoya Shuga. Tunadai haki yetu, haki ya area zetu ambazo zimemaliza zaidi ya miaka tatu. E, nataka tu kuambia kwamba serikali yetu imekuwa ni serikali ya uongo wakati hivi viwanda vilipeanwa havikuuzwa. Kulikuwa na kitu kinaitwa leasing. Kwa hivyo sijui, sasa kizungu ndio mbaya ama shida iko wapi? Kwa sababu kama ni leasing, eh, stakeholder bado ni serikali lakini vitu vinatendeka hapa. serikali inatuhaidi fedha zetu, tuliwekwa mkataba ambao unaenda mpaka mwezi wa sita. Eh, ha, sasa hivi wangekuwa huo mkataba eh, umekuwa, eh, implemented up to maybe 90%. Lakini tuko nyuma, imekuwa ni ahadi baada ya nyingine. Sisi kama wafanyikazi tumechoka. Tukikaa hivi, kuna watoto kwa nyumba, e, familia zilivunjika, wafanyikazi wamekufa, medical care hakuna. Tunakaa sasa, tuko jangwani sasa. Hii si Kenya. Kwa hivyo tuko hapa tunataka kuambia serikali yetu kwamba walihusika katika hii maneno na wakatuahidi kanani kama hii ndio Kanani, inasemekana ni Kanani yenye rais alituahidi. Tunataka kumwambia hii si Kanani, hii ni Misri, hii ni Jahanam. Mfanyikazi wa Nzoia anaumia, mkulima anaumia, kila mtu anaumia. Hiki kiwanda kimekuja na machozi, machozi mengi na shida ambazo pia ziko hapa ndani hiyo. Eh, mkataba huu haukuwa implemented vizuri. Unapata kuna area, kuna vitu zinaitwa, eh, grading system. Grading system ni mbaya, mfanyikazi hapa hana heshima nasema heshima ya mfuko kwa sababu mtu unalipwa hata chini ya kiwango cha Kenya ambacho kinaitwa mini, eh, eh, bare minimum. That is the minimum wage of this country, ni 15000 lakini hapa kuna mtu analipwa chini ya hiyo. Kwa hivyo hapa maisha ni duni, na hata health and safety haijazingatiwa, watu hawana safety gears. Hakuna hospitali hapa ndani, wafanyikazi wamekuwa wakianguka wakikufa. Sasa sisi tuko kwa shida, hatujui kama hii ni Kenya. Eh, mambo mengi hata labor relations act haifuatiliwi hapa ndani eh, eh, employment act imekuwa violated, harassment ika hapa ndani yeah. Muhindi anatusi wafanyikazi yeah. Anatukana wafanyikazi wakienda nyumbani yeah. Sasa tunashindwa, sheria hapa Kenya kuna sheria kweli? Na kama zipo sheria na serikali iko katika hii ndoa ndoa ya inaitwa leasing, kwa nini wanaangalia pembeni? Viongozi wetu, senator wetu, ukiitwa namba 3. Umeangalia watu wa Bungoma wanaangamia. Imagine. Unakuja napata hata mbunge uh, spika wetu Wetangula, senator wetu Wakoli, tuko hapa na mheshimiwa Makali tuko na MCA Kale. Wana, wanaonea hii maneno pembeni. Wanaangalia ni sawasawa, nothing is happening in this organization. Yes. Sisi tunaumia hapa ninataka kuwaita washikane pamoja wamalize hizi shida za Nzoia, kwa sababu kwa kampeni yao manifesto yao walikuwa wanaongelea juu ya hiki kiwanda, wakasema vile kitakuwa sawa kimerekebishwa. Ndio, lakini tunaumia. Na siku ya leo, maandamano ya leo, sisi hatuna haja na investor tuko na haja na serikali, serikali ambayo pia ilifail katika oversight yake. Wafanyikazi wakafutwa, wafanyikazi wako nyumbani. a Ah, watende kuandikwa wapi kazi? Wasichana, wasicha wadogo na wanavulana wadogo, hawajafikisha miaka hamsini, hawawezi access their final dues. NSSF wawezi pata pension, wawezi pata arrears zenye tunadai eh. 10.8 billion for the whole sugar industry. Wenyewe wanajua kwa sababu walikache wakafanya hesabu, lakini baadaye wakaanza kudanganya hizi hesabu, wako nazo. E, sasa kitu nataka tu kusema tena, e, wafanyikazi wako nje. Alafu saa hizi kuna hii mkataba ya kuandika hapa watu retention kazi ya chini. Hiki kiwanda kimekuwa kisaidia community. Unakuja kupata kazi ya chini kama kazi ya kufagia na kubeba sukari, ni watu wetu hapo walikuwa wanafanya, lakini sasa wanasafirisha mtu kutoka Mombasa akuja afagie. Hiyo kazi ndogo ndogo ya chini ilikuwa ya watoto wetu. Mheshimiwa Weta, nitakuongelesha kwa Kibukusu, wala maangoli babandu be umbile kwitiki, sasa enzo ya bafanyikazi be umbile kwitiki. Weta, hiyo ni yako, hiyo kweli Wacha watu wengine wakuambie wa waulize wewe hukuiumba kwiti hukui ki inamaanisha nini. Asanteni sana. 15, They have not been paid their dues. Every time they come they have been challenged, they have been uh uh they have been deceived. Wanaambiwa ya kwamba watalipwa na hawajalipwa tangia watoke katika kiwanda hiki. Wanadai gratuity, wanadai pension wanadai provident wanadai welfare societies mm. So hizi pesa ni nyingi sana. Wamefanya wamereduce uh, wafanyikazi wa Nzoya socially ya kwamba sasa they become baking in a baking uh, status sasa. Tuna damages wame cause social damages, wame uh, uh, uh, damages kwa retirees uh, sahizi hawana, hawana ule umuhimu waliokuwa nao wakitoka kazini, kwa maana zile pesa kama wangelilipwa hawangekuwa jinsi walivyo saa hizi. Ninavyoongea, kuna watu hamsini wamekufa, na ile kifo wamekufa is one linked to, uh, hardship, depression, emotional, hizo vitu zote zimewaumiza retirees uh, ninavyoongea tena hivi sasa kumi na mbili wako bedridden na wako dis, uh, deformed, uh, zile, uh, stroke victims na hii, hii inatoka kwa depression. Kwa hivyo wame mawazo wanazongo, na mawazo kwa hivyo serikali imewatanganya ya kwamba itawalipa kwa muda, na sasa imefika kiwango. Sasa tumesimama pamoja na wafanyikazi na tutaenda pamoja na wafanyikazi mpaka walipe hizo pesa. Pasipo kulipa hizo pesa, naona ya kwamba um, um, demonstration itaendelea na hivyo kumaanisha ya kwamba hakuna viongozi Bungoma, viongozi wa Bungoma that have been linked up wamekuwa compromised, ya kwamba sisi tunapoongea kuuliza pesa wanasema ya kwamba tumelipwa. Ni nani amelipwa? Kama ni sisi ndio tumetulia, tuka affected na tuna complain we are not been paid. Ni nani mwenye maspika huwa anasema ya kwamba amelipwa? Kwa hivyo tunatangaza ya kwamba wote kuanzia chumba mpaka chini one time. Ni ntamkama ni wafanyikazi hapa Nzoia. Kiti ya kwanza inaenda kwa serikali, na serikali ni kutokea kwa, kwa MCA Mr. Caleb, wapili msamakali, watatu senata, wanne gavana, watano spika. Na ninasema hivi, raia alikuja akanunua kambuni akapea serikali pesa, na nyinyi mko kwa serikali pesa mmepeleka wapi? Mlikuwa hapa mkauza kampuni, pesa mmepeleka wapi? Sisi tunalia, tunataka hizo pesa zenye mmechukua, mtutusie pesa zetu. Hapa wafanyakazi wanaumia hmm. Watoto wajaenda shule yeah, kuna nyametta wajapata pesa. Kama usipoleta pesa wet, weta utakuwa one term ingine. We president we president, umeanza kusema tunataka kwenda Singapore. Hatutaenda Singapore kama tuko na madeni Nzoia. Kuja kilia Nzoia ya watu ndio tuambie safari ya Singapore. Asanteni, majina ni bwana Sailas Karani wa Malwa, nikiwa mmoja wa wakulima na one of the business community around here. Mimi ni mfanyibiashara biashara na tena mimi ni mkulima. Sisi tunaangamia katika hii soko biashara zetu zimekufa, watoto wetu hawajaenda shule kwa sababu hatuna malipo yenye tulilima miwa na tukaingiza kwa hii kiwanda ya Nzoia. Tafadhali serikali serikali, tunaanzia juu kwa Mr. President, wewe ulikuja hapo ukatuambia ni lazima hii kiwanda utuletee kiwanda mpya. Sisi tufanye namna gani? Tulime miwa tukileta hapa biashara zetu zikue, na sisi mpaka wa leo hatujapeleka watoto shule tuko na madeni loans tunadaiwa, biashara zetu zimekufa kwa ajili sisi tujalipo hapa pesa, na biashara zetu zimekufa. Sasa kwa hivyo, msiporekebisha hii, tulete tupewe pesa, sisi tunawaambia nyinyi ni one time. One time, one time, asanteni one time.